Tamasha la kitamaduni la Lamu limeingia makala 24 wiki hii. Wageni wa ndani na nje ya nchi wamefurahia mashindano ya mashua na punda na kufurahia pia vyakula vya pwani na ngoma za kitamaduni. Sherehe hizi zimeimarisha mshikamano wa jamii na kulinda hadhi ya Lamu kama urithi wa dunia wa UNESCO. Tamasha hili linaendelea kuwa kivutio kikuu cha utalii na utamaduni wa Mswahili. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya pwani.